Wewe kwenye ra akili yako, raha yako ni kuwa na hiyo milioni mbili ulionayo kwenye akaunti unailinda. Yani unailinda, usemeshwi dada. Unavyoiangalia, Mungu wangu hey! Unaenda kidogo, naangalia ipo bado eh. Haya, mtu yoyote mwenye akili ya kimaskini anayedhania hela ndio kila kitu ni mwoga, hata kuwekeza. Ndio maana matajiri wanatumia ushirikina, kwa sababu wanajua nguvu yao ya utajiri sio keshi ana uwezo wa kununua majengo hapa mjini. Mnawashangaa jamani, ana utajiri jamani, amenunua majengo, sababu anajua yeye utajiri wake sio akili yako, ukiwa kwa sababu hela inatosha Unawekeza because you know I have the source of power which is God. It cannot be dry. Kwa napoekeza hii milioni mia kwenye hii project, najua jambo moja, sitaishiwa. Kitu pekee unachoweza kukivuta kwenye maisha yako ni kile ambacho umekiweza. Yes. You you cannot pull what is above you. Unamuona huyu jiana alivo mnene, nimwambie, huyu kazana, mwinue huyu baba. Utadondoka. Why? Because kwa hawezi kuvuta ambacho hana uwezo nacho. Kwa maana yake, huwezi kuivuta hela kwa sababu hela wewe umeipa ukubwa. Ishushe hela, thamani ishushe hela, shushe, ishushe. Nionyeshe fedha hauna nguvu kuliko mimi, nionyeshe fedha hauna nguvu kuliko mimi. i can send you I can call you, I can send you. I I can call you, I can send you. You cannot send what is is not. Who is kutuma macho sio mtumwa wako? Yes. Ninyi wengine mnatumwa na hela. Hela ndio nawapeleka huko. Mambo iko huko huyo. Now you become a slave. No joy in your life. You cannot enjoy God. You cannot enjoy the kingdom. You become a slave. God wants you to be master of money, master of wealth, as you are depending on him. Akili ya kutegemea mali, niwaambie inachokifanya. Niwape leo siri moja, akili ya kutegemea mali haikufanya ufanye vitu vikubwa. Niamini mimi, utakuwa unajiuliza sana maswali, watu wote mnaoona ni matajiri waliotumia nguvu za giza. Watu, watu hawategemei ala zao wanategemea ushirikina walioufanya kule kijijini kwao, kwa nguvu yao, sio kwenye hela walizo nazo. Ndio maana wanaweza kukupa tu wewe hela ukafanya unachokijisikia nacho, haiwasumbui kwa sababu anachokitegemea the source of his power iko kule kijijini. Are you getting what I'm saying? So, that's why yeye hey, kuingia ba na kuspend milioni thelathini, kumwaga hela pombe, watu wakanywa, wakafanya anachokifanya, anajua hii sio issue makaratasi haya sio issue, the source iko kijijini. Kuna mtu nimechinja kule, kuna mtu nimemfanya zezeta. Are you getting what I'm saying? Yes. The same thing hata hiyo ipo kwetu. Yes. So ni kwa tujue the source of this cash. It's not hela, tusumbue sisi kusquanda hela kwa ajili ya vitu vya maana, kununua vitu, kununua viwanja, kufanya investment. Sema maneno yanathibitika kwa watu wawili au watatu. Kwanza leo Makini, unachokisema. Yes. Yanathibitika kwa watu. Now, watu wawili wawili au au watatu. watatu Nao, anaposema sio lazima wawepo moja mbili tatu. No, no, no. Wewe ni wewe moja. Lakini wewe ukisema neno lile mara ya pili ni watu wawili. Wewe ukisema neno lile mara ya tatu ni watu watatu. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, jifunze kubadilisha unachokisema. Amen. If you say today I I am am poor poor and tomorrow I am poor, day after tomorrow I am poor, ni three people wamesema I am poor, inathibitika. Anything you are going to say from today three times imethibitika, you say once umekumbuka, clear. Yes. Otherwise nitathibitika, nitakaa ni kwenye maisha yako, mimi ni wakuharibikiwa tu, mimi siwezi kufanikiwa tu, nasikia nachokisema. Anza kumwona Mungu anaweza kukupa settled life. Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia kukupa maisha yaliyo na utulivu. Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia maisha yako akapiga hatua. Anza kumwona Mungu anaweza kukusaidia kubadilishia namna ya kuishi. Anza kumwona Mungu anaweza kukutajirisha kuliko fedha inayoweza kumtajirisha mtu amen. Money does not make people rich. No, no no no, anasema I will give you power that make you rich. Kwenye Biblia ametuonyesha anao matajiri kibao na hawakuzitegemea hela, hawakuzitegemea. Solomon anapewa kwa mara ya kwanza nchi na Mungu. Anaambiwa omba lolote unalotaka. Solomon anasema hivi, naomba hekima. Hela haikuwepo kwenye equation. Why? Because I, I feel like I don't need it. Mungu akamwambia, kwa kuwa hukuiomba, nimekupa. Mimi naijua umuhimu wake. Nimekupa. Hata baada ya kupewa hela na Mungu, the first day anapewa madaraka. Anachukua ng'ombe elfu moja, anawatoa kafara. To tell you what? He gave God Ng'ombe mmoja ni sawasawa na shilingi ngapi? Milioni moja, let's say, the big cow, big cow. So the man is giving 1 billion to God. 1 billion. 1 billion in one day. Understand? Sio in a year, in one day. Usiku Mungu anamtokea, anamwambia, eh, watu watuagi sadaka za namna hiyo. Akalala. Amka, niambie unasemaje, what do you want Can Can I show? Yes. Can I show? show Yes. Yes. you? Alitoa monetary value kwa namna ya ng'ombe, alafu alichokiomba sio ng'ombe, aliomba kitu kingine kabisa, sio ng'ombe. Mungu akamwambia hekima nimekupa, lakini hiki ulichokitoa kwa kuwa umekitoa, chukua. That's the reason we give. Hatutoi kwa sababu kanisa linahitaji msaada. Hatuchangii kanisani, kanisani hatuchangii msaada. Kama umekuja hapa na mentality ya kuchangia kanisa, uondoka nayo <today>, hmm. Pasta Tony, jamani, najua nimemwona ule pasta anahubiri vizuri, kwani nataka nimchangie dada yangu, kanu ile plastiki, angalau mimi nichangie kwenye mdomo wako kuwa mwekundu, labda au wa bluu, na wengine mna ile plastiki za bluu hapa Unasikia anachokisema watu wa Mungu juu hiyo, is very important to underestimate it, downgrade value. Yani fedha isike moyo wako meshika, my faith is on God not on my money on God on God on. Na ukimwamini Mungu ukimtumaini yeye kila wakati he will show up, he will show up, he will show up Will show up and will never never be the same. You'll never be the the same. Same you'll maisha yako itabadilika. Yes. Amani yako itabadilika utakuwa na rest. Amen. vitu vile amesema ufalme wa Mungu ni nini? Amani. Haki. na furaha katika Roho Mtakatifu. When you have those things, Yesu akasema Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Yesu aliita watu walio tu na mizigo tayari. Aliita watu ambao tayari wana mizigo yao. Yesu hakuita watu wenye mizigo. Aliita watu ambao hawana mizigo. Aliita watu ambao wenye mizigo yao ili yeye awatue mizigo wakiondoka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 Watawapa mizigo ambayo ni migumu. Watawapa mizigo ambayo ni migumu, tutashindwa kuibeba. Watawafunga nira. Anaposema kufunga nira maana yake ni kile kitu ambacho anafungwaga ng'ombe. Unajua nira? Anafungwaga ng'ombe na ng'ombe mmoja, alafu anakuwa anatembea, anakwenda na yeye mwingine anaenda au ng'ombe mmoja mwenye nguvu anafungwa na ng'ombe mwingine ili asije akaama njia hasa ng'ombe wale wanaolima kwa anaenda naye tu namna hii anaenda ng'ombe mmoja kwa sababu amefungwa njia moja.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 Anasema nimeweka njia mbili, mbaya yako mauti na uzima baraka na laana. Anasema chagua uzima upate kuishi wewe na watoto wako. Yes. You can only live with your children when you choose life. It is God who make people rich. Utajiri unamfanyia mtu kuwa tajiri. Ni Mungu ndo anafanya watu kuwa matajiri. Kwa kila wakati tunapoitwa kutoa sadaka zetu au kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu, tunapowekwa tunapowekwa tunapowekewa ndani ya mioyo kufanya kitu na Mungu. Never think in your mind that you need that thing than you need God. Moyo wa mtu ulipo, hazina za mtu zilipo, ndipo moyo wake Mungu kwanza. Yes. Mungu kwanza. He can change your life in a day. Yesu Kristo na uyesu wake wote alisema vitu viwili tu very important, alisema hivi, huwezi kuwatumikia mabwana wawili duniani, maana utampenda huyu, utamwacha huyu. Alafu akasema hivi, ni ngumu mtu kumtumikia Mungu na mali. Hakusema Mungu na Shetani So that tells you, mali na nguvu kuliko Shetani. Money has power more than devil. Kwa nini nasema hivi? Huwezi kumtumikia Mungu na mali maana yake nini? Kama siwezi kumtumikia Mungu na mali, maana yake mimi na mali tunatakiwa tutumikie kitu kimoja yani, mali inatakiwa ikae upande huu, mali sio Mungu. Yn yes. Yani, hapa kuna Mungu, hapa kuna mali chochote cho, cho, chakachoamua kukitumikia umechagua kwenda na kingine sehemu nyingine. Mimi kwangu mali ni mtumwa, mali anatumika na mimi kwa Mungu, ila sio mimi na Mungu tunatumikia mali. No God cannot save anyone. Huwezi kutumikia Mungu na mali, lazima uamue. Inapofika saa ya kumwamini Mungu na saa ya kumtegemea Mungu, hapo ndipo viburi vyote vinavyokaa pembeni hapo ndipo ujuzi wetu na kukaa pembeni na kunyoosha mikono, na hii kitu ya kusema hivi ah, mimi ndo maisha yangu, sasa itafanyeje? Mimi siwezi kubadilika, ndo niko hivi hivi. No, give God chance, give God chance to work with you. Huwezi kutumikia Mungu na mali. You want to be rich in the things of God, learn to show him that you depend on him. Anasema mimi ni Mungu nikupaye nguvu za kupata utajiri. Nguvu za kupata utajiri hazitoki kwenye hela, nguvu za kupata utajiri zinatoka kwake. He gives people power to get wealth. Ko mali kwako kisiwe kitu special cha kukusumbua. God should be special, you should always linda mahusiano yako na Mungu, sio mahusiano yako na RM wako. Linda mahusiano yako na Mungu, kwa sababu Bwana asipoijenga biashara, waijenga wanafanya kazi bure. Unaweza kupandisha ni gorofa, msingi ukiwa haupo, biashara kama misingi imeharibika. Mwenye yake atafanya nini? Hatuwezi kumtumikia Mungu na mali, huwezi. Huwezi, huwezi. Biblia inasema utamwacha, utampenda huyu, utamchukia huyu. Huwezi. Na hapo ndipo utakapofika sasa levo ambayo mtu akijaribu kukuthreat kwenye maisha yako, iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni mahali popote, utamwambia hivi: sikiliza, kazi yako sio maisha yangu. Ni na Mungu. Kazi yako chukua. Yes, you will never be slave, never be slave, because God is on your side. Amen, hautaendeshwa, hautanyanyaswa, hautakuwa abused. You will always have hope for the future na hapo ndipo sasa utakuwa utaanza ku dare the undarable to do the impossibles yes, because now you know I move with God not with things with all people yes. Si kwa sababu nilikuwa na milioni mia tu peke yake, I have God who is my source of wealth. Do you get what I'm saying? Yes, kila mtu ambaye Mungu amembariki ana namna yake ya kurudisha kwenye jamii, ana namna ya yake ya kutoa sadaka yake. We told you, sisi tuliamua kufanya Osborne exhibition na, kwa namna Mungu aliyotusaidia nayo, kwa akili za haraka haraka tu you know for sure, those are hundreds of million you know for sure, lakini kama sosi ya tumaini letu ingekuwa ni kwenye hela tusingeweka, yes. Tungesema tukiweka, je, tutaishiwa Tukiwa kataishiwa tukiwa kataishiwa tukiwa kataishiwa. No source of my wealth is is in above is God. I'm saved by the kingdom. Mungu yuko upande wangu, siwezi kufeli, siwezi kukwama. Yes. Imani yangu haiko kwenye akaunti ya benki na shingapi, imani yangu iko kwa Yesu aliyeniita akanituma nimtumikie, akanipa yes. Maono ni afanye yeye, ndo anajua kesho yangu nitakula nini na wanangu. Amen. Wow. Wow. Umegeuka mtumwa, umegeuka mtumwa, umegeuka mtumwa. Mtumwa wa mali akiambiwa majengo yake yameungua, pu, kafa, amekufa na mali zake. Mtumwa wa mali, gari yake imepata ajali, pu, kafa na gari yake. Mekuwa mtumwa, umekuwa mtumwa. Your heart is no longer on God. Moyo wako umehama huko kwenye vitu vingine. This is money magnet part two. I'm teaching you how to depend on God over money. Ni muda wa kuchukua nafasi yako na meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya